Tatizo la nusuri na nasuri, kumradhi, ama fistula bado linaathiri maelfu ya wanawake nchini hasa vijijini, na kuacha wengi na majeraha ya kimwili na kisaikolojia. Nam, licha ya kwa, kwamba hali hii inaweza kuepukika na kutibiwa, wengi huteseka kimya kimya kwa sababu ya unyanyapaa na ukosefu wa huduma za afya. Nam, Crispin Otieno na taarifa hiyo katika kijiji cha Igoge, Nyaribari Chache, kaunti ya Kisii tunakutana na Damaris Marube, mama ya watoto watano, akiwa na mumewe wakifanya shughuli za kila siku. Licha ya ukakamavu wake, nyuma ya tabasamu lake kuna hadithi ya maumivu na uvumilivu. Damaris aliteseka kwa miaka saba baada ya kujifungua mtoto wake wa kwanza mwaka 1998 kwa uchungu uliochukua muda mrefu. Hali hiyo iliathiri afya yake na hata ndoa yake, kwani kuna wakati mumewe alimtoroka kwa mwaka mmoja kutokana na tatizo lake la nasuri ama fistula. Sasa we kasi yako ni kukaa uwe peke yako, marafiki wakanitoroka, nikakaa peke yangu. Sasa nilikuwa na nini? Hiyo ni shida, nikikaa nikifikiria, nikisema Mungu wangu, nani na atatokea nisaidie na hii ugonjwa baada ya upasuaji wa marekebisho Damaris alibadilisha maumivu yake kuwa nguvu, akiwa balozi wa kuelimisha wanawake wengine kuhusu fistula na umuhimu wa kutafuta huduma za matibabu kwa wakati. Watu waendelea kuambiwa ukweli, sababu kuna wengine mabisao wako wana shida kama hiyo na hawajajua. Siku ya kimataifa ya kumbukumbu kumbu ya fistula iliwaleta pamoja wadau, wataalamu wa afya na waathirika ili kupaza sauti na kutetea huduma bora za afya ya uzazi. The the the the the intention again is to to to to to ensure that uh, uh, purposefully we we continue to increase the capacity of of healthcare providers to provide provide treatment and uh, provide the necessary care. So today as as we come together as partners on behalf of M-Pesa Foundation I would like to thank thank all the collaborators to thank the county the ministry of health. Takwimu zinaonyesha hali ya kusikitisha. Kati ya visa vipya vya fistula elfu tatu vinavyoripotiwa kila mwaka nchini Kenya, ni takriban wanawake elfu moja tu wanaopata upasuaji wa marekebisho. Kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa afya yake, haki yake, inayoonyesha wajibu wa pamoja wa kuhakikisha wanawake wamepata huduma bora za afya ya uzazi. Crispino Tieno Runinga ya Citizen. Kisii.